Chagua karatasi yako pale, soma swali kwa sauti ambalo unaulizwa. Haya, kunjua waonyeshe swali lako, ninasemaje? Sogea hapa mbele, sogea mbele. <coughs> Ehe. Tindikali ni nini? Hebu waonyeshe hilo swali lipoje. Swali linasemaje? Tindikali ni nini? Unawajibuje kwa nyimbo au hivi hivi? Kwa nyimbo. Haya, wajibu kwa nyimbo hilo <coughs> <coughs> swali la kwanza. Kumbe swali la kwanza alikuwa anasema timikari nini. <coughs> Mwenzetu ametujibu vizuri sana. Wa pili bado, karatasi ajiaisha pale. Suzana, chagua karatasi yako unajibu swali unalokutana nalo, nalo. Ehe. Twende kazi, chagua karatasi yako hapo, sogea nayo hapa. Ehe, soma swali. Taja sifa mbili za tindikali. Wasomee tena, kutaja sifa mbili za tindikali. Waonyeshe karatasi, ni kweli, inasemaje hiyo? Kutaja sifa mbili za tindikali. Haya, tutajie Suzana. Ina, ina, ina cha, uchu, a, angalia kule, angalia kule, mpigeni makofi. Kumbe ina kali na ladha ya nini? Ya uchachu. Na ongeza sifa nyingine ya tatu. Amesema ina uchachu na badilika karatasi ya blue kuwa nyekundu. Ongeza ya tatu

Orozeshe vyakula vitatu au matunda yenye tindikali Ya kwanza limao machungwa mabichi na maziwa ya mgando au mtindi pigeni makofi <todic> elekabasi yagu haya mwingine tena mwingine Mwingine. Wasichana. <todic> <laughs> ende pale unakona karatasi yako Bakari, bila ndanye, kimbia haraka, kimbia kimbia. Maswali yako pale, mimi sijui unajichagulia swali gani, kwa hiyo wewe chagua pale, njoo hapa, soma swali lako, changamka.